Mohamed Hussein Shabalala, beki uh, wa kushoto wa Simba, idadi naifike tu mechi 24 dakika. Naam tumekuwekea hapo uh, takwimu za Mohamed uh, Hussein Zimbo mechi ishirini na nne dakika elfu moja mia sita na kumi interception ishirini na mbili blocking mbili tackling nane na aerial duel mipira ile ya juu tisa ambayo amecheza Mohamed Hussein daima. Mohamed Hussein Shabalala dakika elfu moja mia sita na kumi interception ishirini na mbili mipira ya juu tisa mm. uh, <coughs> uh, tackling na yeah. uh, yeah. uh, mm. nane na blocking mbili yeah. Blocking, yeah, uh, of course, tackling, nafikiri kwa Mohamed Hussein uh, siyo, sio sehemu ya sanaa yake yeah. Lakini interception ni moja kati ya sanaa kubwa ya okay. Mohamed Hussein yes. mm. kwa sababu ni mtu ambaye akili yake ina uh, ina chaji kwa haraka, na moja kati ya matukio ambayo unaweza kusema alifanya fantastic sana mm. kwenye, kwenye movement zake Uh, utazichukua utazi kwa ujumla na kuangalia <coughs> maeneo ambayo anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana kazi kwa ufanisi. Hii ilikuwa ni mechi ya Dodoma Jiji dhidi ja. ya Simba uh, penati ambayo hata mimi leo uh, mpaka leo niliikataa, mi niliikataa mpaka leo, lakini kwa sababu ndo amna penati, niliikataa mpaka leo, unaendelea kuikataa kwa sababu tu Simba I'm ni wakubwa <laughs> ni kwa sababu Simba ni wakubwa, tunaendelea kubaki hapo. Lakini kimsingi ni kwamba Mohamed Hussein ni moja kati ya mabeki wa pembeni ambao wakati wanaanza kariera yao haikuwa ni rahisi kumwona leo hapa alipo, lakini mm, jitihada aa, na kutamani aa, mafanikio ndio ambayo amemfikisha hapa. Wakati anajiunga na Simba alikutana na mfupa kuwa mgumu sana kwake Uh, Isa Rashid Baba Ubaya mm. ndio ambaye alimkuta pale uh, akaenda kupambana Isa Rashid akamwachia City uh, na wameenda watu wengi uh, kwenye nafasi ambayo anacheza Mohamed Hussein. Huu ni msimu wa kumi na wa kumi na moja Mohamed Hussein. Eh, huu ni msimu wa kumi na moja ndani ya Simba Sports Club na ameshacheza misimu mitatu mfululizo, yaani kwa maana hiyo misimu mitatu eh, hakumisi mechi hata moja. So yes. Unamwona ni mchezaji ambaye ukipata taswira ya nje uh, kama kuna mchezaji anatakiwa kupigiwa mfano mm. Kwa wachezaji wengi wa kitanzania Mohamed Hussein ni mchezaji ambaye anaishi very, very professional. Very, very professional. Ndani, ndani ya misimu mitatu kucheza mechi zote, mechi zote. Uh. Very, very professional ni mchezaji ambaye kwa taswira ya nje pasipo kufuatilia mambo yake anafanyaje, unaona ni mtu ambaye Uh, ana nidhamu ya, ana nidhamu ya chakula mm. ata, ana nidhamu ya kuishi nje ya uwanja uh, mazingira yake, na ndio maana unaona hiyo performance consistency ya Mohamed Hussein uh, imekuwa iko juu hapo siku zote. Imefika mahala sasa, ametengeneza ametengeneza daraja baina ya wanaocheza eneo hilo na yeye, kwa hiyo watu wengi au timu nyingi Tanzania mm. zinatamani kuwa na mchezaji aina ya Mohamed Hussein mm, ni kutokana na daraja ambalo wamelitenganisha kati ya yeye na watu wengine okay. kwenye ni ngumu sana. Unajua mimi napenda kuambia vijana wengi ambao wanacheza football uh, mpira wetu wa Tanzania unazalisha vijana wengi kila siku mm. lakini bahati mbaya vijana wengi baada ya kupata pesa uh, huwa wanajaribu kufanya vitu ambavyo viko nje na utaratibu wa kazi yao unakuta Mohamed Hussein leo tunamzungumza hapa ana msimu huu wa kumi na moja mm, lakini katika huu msimu wake wa kumi na moja kuna wachezaji washaingia ligi kuu wamekuja na kuondoka, wamekuja na kuondoka, yani wamemkuta Mohamed Hussein wamemwacha, mm, Mohamed mm, Hussein akiwa Simba wameondoka, wameondoka. Mm, anakuja, wanakuja, wanamwacha Mohamed Hussein na sio, yani Mohamed Hussein tunamzungumza hapa, sio kwamba anacheza timu nyingine, ni daraja mm, la Simba Sports mm, timu ambayo inahitaji matokeo ya kila siku. Pressure. Inahitaji ushindani wa kila siku mm. presha yake ni kubwa kuliko timu zingine mm. unaelewa sasa. Hebu niambie, huyu ni mtu ambaye anaweza ku maintain hivi vitu kwa miaka kumi na moja. Nafikiri Mohamed Hussein mm. na hata namba zake nimejaribu kukuambia hapo, sio mtu mzuri kwenye sanaa ya tackling mm. ila ni mtu mwenye matumizi makubwa sana ya akili, na ndio maana una zile namba interception na mechi alizocheza yeah. ni vitu ambavyo kama vinaenda kufanana aerial duel mm. uh, namba zake sio nzuri sana ni kwa sababu ya nafasi yake. Pia ukimuona ja, okay, Mohamed Hussein unaenda kushindana naye kwenye mipira ya juu yeah. sio kwenye kona na mipira ya juu mara nyingi ni watu mabeki wa kati, yes? Yes. Okay. Mohamed Hussein mipira mingi hiyo ambayo unaiona hapo ameshindana nayo mm. sio kwenye kona mm. ni mipira ambayo inapigwa kujaribu kupita ah, nyuma okay. ya mgongo wake mm. kwao, anajaribu kupima height yake mm. ili kuweza kuzuia huo hiyo. Mabeki wanasifika sana kwa mipira ya kublock mm. mm. kwa kile mbili tu yeah, sio sana yake kwa sababu Mohamed Hussein anazuia shambulio kabla ya kwenda kufanya blocking mm. Unaelewa mm. Kwa sababu blocking nao ina sanaa yake yaani mm. Mimi kwangu kuna wachezaji wana sanaa nzuri sana ya kufanya blocking akina mm. uh, baka, wakina Makame wa Fountain Gate mm. Uh, wapo wengi wani hao, mimi kwangu ni top, naelewa. Lakini unblocko, eh, kwenye mm. kuibia mipira interception, yeah. Mohamed Hussein miongoni mwa wachezaji bora sana wenye ufanisi, Sawa. na sanaa ya hali ya juu.